Mimi naitwa Ruzuba, Ruzuba the great. Jamani, mimi ni mganga wa ndagu na mafanikio. Watu wengi wamekuwa wakiteseka duniani kwa sababu ya kukosa maarifa. Elimu ya kuku ni elimu ambayo imekuwa ikitumika mara nyingi kwa namna tofauti tofauti. Ukienda kwa Wakinga wanakurushia mahindi, na yale mahindi atakapoyadonoa, yale atakayoyadonoa ndio yanahesabika, yaani unarusha mahindi mengi, kisha yanakuwa yamehesabiwa. Lakini hayo mahindi yaliyokuwa yamehesabiwa inabidi akiyadonoa kumi, utaishi miaka kumi, lakini elimu yangu hii ni white magic. Haina masala wala haipunguzi maisha ya mtu. Utakachokifanya ni kitu kimoja tu, yaani wewe ambaye sasa unaona uwezo wa kufanya ibada ya kutoa kafara ya mbuzi kama alivyofanya au kutoa kondoo kama alivyofanya Ibrahimu au Yakobo, huwezi chukua kuku. Hii ni elimu nzuri na gharama yake ni ndogo haifikii ile ya mbuzi. Maana ya mbuzi ni gharama kubwa kidogo. Sasa utakachokifanya wewe ni kuchukua nini? ni kuchukua kuku mweupe. Nunua wewe, usije hapa kwangu ukaniambia, Shehe, katafute kuku. Mimi si mganga wa kutumwa tumwa vitu vidogo na namnah. Nunua wewe kuku jonae. Unapokuja naye huyo kuku, tutachukua mahindi ambayo utayanuiza wewe mwenyewe, unatakaji, unataka nguvu gani, unataka uwezo gani unataka viumbe gani wa kusaidia kwenye jambo lipi? Sasa utakapokuwa umenuiza, yatagawiwa katika mafungu ya sabasaba, kama vile unavyopiga garamli ya kuangalia. Unagawa saba saba saba, yale yatakayobaki kwa manuizo yako itakuwa ndiyo namba yako ya bahati, au namba yako ya mafanikio, namba yako ya utajiri. Tunasema password yako ya kufanikiwa ndio inaanzia hapo, vile vitakavyobaki katika makundi ya sabasaba vikiwa vitatu au vinne, atalishwa yule kuku. Akishalishwa yule kuku atachinjwa. Akichinjwa yule kuku, basi itachukuliwa damu yake na dawa na vile vipunje vya mahindi, kisha vitasagwa na kutengenezewa dawa ambayo utachanjiwa kwenye mwili wako. Ndugu yangu, yale mambo yaliyokuwa magumu yataanza kuwa rahisi. Yale mambo mazito yataanza kuwa mepesi. Kile ulichokuwa uwezi kukipata utaanza kukipata. Wale walikuwa wakusamini wanaanza kukusamini. Mipango ya pesa iliyokuwa haionekani mbele yako inaanza kuonekana. Madili ya kufanikiwa yanaanza kukutafuta badala ya madili ya kukupoteza wewe. Unayenitizama mahali popote pale ambapo upo, inawezekana unateseka na uchumi. Mimi naitwa Ruzuba, niko hapa kwa ajili ya kukueleza elimu hii kwamba elimu hii ipo na inafanya kazi. Wewe ambaye unahitaji tu namna hii, njoo unione hapa Chanika Zingiziwa, shule ya sekondari Dar es Salaam, Tanzania. Tabora mwaka huu itabidi mnisubiri, maana siji saa hivi, niko hapa nina watu wengi sana. Kwa hiyo na wewe unayenitizama, acha kupoteza muda wako. Maarifa ni utajili. Elimu inakupa cheti, nguvu na akili zinakupa pesa ya kula, lakini utajili kupatikana kwa maarifa ndio maana Mwenyezi Mungu anasema njoo mwanadamu, nami nitakuonyesha mahala pasiri gizani ulipofichwa utajiri. Kasome kutoka kwa nabii mkuu Isaya, anaeleza hivyo utajiri upo gizani, tena sehemu ya siri. Utajiri hauko nuruni kama unavyoambiwa eh. Ulifundishwa kinyume chake, suliambiwa penda nuru, chukie giza. Basi Mungu anasema utajiri upo gizani. Mimi ni Ruzuba, Ruzuba the great. Njoo nione nikupe maarifa. Asante.